Nimebahatika hii Coast region wabunge wote yule ambayo yuko katika budget ya finance nimechiforomoka. <coughs> Lakini najuta kuingia huko, najuta, nimeona kuona takataka uchafu maonevu sikia wewe rais tunakuunga mkono hapa lungalunga hapa kwale tunakuunga mkono lakini bajeti ya kitaifa ambayo imetengenezwa ya 2025, 2026 haitufai haitusaidii haitupi mwelekeo wowote na haya ni mambo ambayo yameendelea kwa miaka na mikaka. Ndio maana sisi tunalia leo, mabarabara hayatengenezwi. Mwachane bridge ambayo tunadai milioni mia mbili, mheshimiwa Rais, tumewekewa milioni 84, tutamaliziwa hiyo daraja lini? Na juta bajeti ya trilioni 4, ambayo bilioni mia 7, nasema bilioni Sisemi milioni, naongea tena principles. Mko hapa wasomi, nasema bilioni mia saba pale, kaunti yote Matuga, Samburu, Tongwe eh, Lunga Lunga, Msambweni, na tuko na division mpya inaitwa Kubo. Five sub counties tumepewa milioni mia saba peke yake.

Kwa hivyo najuta kuingia hiyo kamati Bana nilienda kuona maneno huko, yoni. Kama kuna kitengo kile ambacho kinapeleka habari kwa serikali nataka wajue, hivi tunataka daraja ya machane ijengwe iishe. Hatutaki kujua hayo mambo. Maana kumbe kulikuwa kunaendelea hayo mambo, ndio maana kule wenzetu barabara wanawekea mahindi wa wakaushie mahindi. Huku kwetu Nitimba tu kupiga ngoma tu ni wewe beni wewe, ni wewe penda penda penda, toboe tusitoboe, nagozaze kuukundonze ng'ombe manji sana. Nilikuwa nawaonyesha tu kwamba ndugu zangu, hii lazima tuwe na usawa. Kama mtu atanifikiria ninapinga nishaurie

tutafanya kila mbinu ibadilike. Yani bilioni mia saba hata ukizigawanya kwa constituency mia mbili na tisini na kaunti arobaini na saba kila kaunti inatakana ipatiwe, ipati 1.5 bilioni, at least kila kaunti itapewa milioni mia saba hata ni 15 billion. Hata kwanza nafundishwa hesabu mwalimu wangu mganda wa retire 15 billion, tumepata 15, 15 billion hapa, ungeona hata hizi barabara vingine tuna viramba kule kupande ra sasa wametulekea milioni mia saba, alafu hadi bajeti ipite, lo lo wavo olololo oh, wakitushinda angani bani munarimanya samba tarehe kumi mwezi, tarehe tisa mwezi wa nane 2020 nimewapa, hata tarehe nimewapa. Ni lazima sisi pia tusikizwe kama watu wa Kwale na kama watu wa Lunga Lunga.